Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, nimeamrishwa kusujudu juu ya viungo saba. Aljabha, uso waashara biyadihi ala anfi, yakashiria kwa mkono wake mpaka kwenye pua yake chini. Wal yadaini, na mikono miwili. Warukubataini, na magoti mawili alafu wa atrafil qadamaini, ncha za vidole vya miguu an vidole vya mguu miwili. Kwa hiyo maana yake ukihesabu ni uso, sio hivi, moja, vitanga viwili, viganja viwili vya mkono, mbili, tatu, sio hivi. Halafu magoti mawili, kaka eh, nne, tano, sio hivi, kwa sababu asili miguu, miguu, viganja viwili, mbili, magoti mawili, nne, mikono miwili, sita, uso saba. Sasa mpaka uje riziki sivi, uso moja, mikono mbili, tatu, nne, tano, sita, saba <laughs> goti la kulia, kushoto, viwili, miguu kulia, kushoto, viwili. Ah, nguzo ya nane na ya tisa, arafu mina sujudu, kunyanyuka kutoka kwenye kusujudu kule kusujudu, kunyanyuka, kwa sababu ni kusujudu. Wapo wapo waishia swala kunyanyuka kutoka kwenye sujudu waljulusu baina sajdataini na, na kukaa kati ya sajda mbili, hiyo ni nguzo ya nane na tisa. Kunyanyuka ni nguzo ya nane, kukaa kati ya sajda mbili ni anga ya tisa. li kaulihi, kwa kauli ya Mtume, ni thumma rufaa kisha unyanyuki hata tatmaina jalisa mpaka utuzane kukaa. Al-ashiru ya 10 atmaanina tu fi jamiil arkani, kutulizana katika kila nguzo nahi, ndio mtiani kwa sala za watu. Kila sehemu ukienda utulie ni nguzo so, sio swali so, donoa waswalikadonoa atmanina fi jamiil arkani, kutulizana katika kila nguzo. Wa hiya sukun, nao ni utulivu. Watakunu bikadari alqawli alwajib, na kuna kuwa kwa kadri ya kauli ya lazima, fi kuli rukni, kwa kila nguzo Yaani maana yake ili kauli lazima kumaliza ile, kwa mfano sehemu utulie useme subhana rabbiyal adhwim. Tukisema utulie ni kwa mpaka uweze kutamka matamshi ya sehemu hiyo. Na kuna mtu anasema, akisema saa ngapi? Allahu sami'a liman hamidah. Sasa huyu, sasa haya maneno kasema saa ngapi? Eh, li amrihi kwa amri yake, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimsiya biha aliyokosea yeye kwenye swala yake, fi swalati kwenye swala yake, fi jamii arkani katika nguzo zake zote

Kwa hiyo kubwa ni shahudi al-akhir, tayyatu ya mwisho, ya kumi na mbili al-julus li tashahudi al-akhir, ikao cha tayyatu ya mwisho. Kuna kusoma tayyatu ya mwisho ni nguzo. Na kile kikao cha tayyatu ya mwisho pia nini? Ni nguzo kukaa. Maana ukisema ndio tayyatu ya mwisho ni kusimama. Kukaa pia nini? Nguzo. Kwa sababu Mtume amefanya hivi. Wa dawa wa maali ya kadumu na jambo hili. Wa qala, na akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali ya 13 at-taslim, kutoa salamu ni kauli, liqaulihi sasala, wa kauli ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusema wa tahliluha taslim, na swala inaishia na kuishia swala ni kwa salamu. Fayaqulu an yamini, mtu atasema upande wake wa kulia, assalamu alaikum warahmatullah, wani yasari, na upande wa kushoto, assalamu alaikum warahmatullah. Hiyo nguzo ngapi? Hiyo ya 13 ya 14. Tartibul arkani mpangilio wa nguzo, alama taqaddama bayana wale watangulia wa kuyabainisha zile nguzo, zipangiliwe si wanzo sijida jokurukuu yani, swala hiyo waamua vile vitendo, wa vichanganye changanye, upangilie zile nguzo, liana Nabii sallam, kwa sababu Mtume za sallallahu alaihi wasallam, faalaha murattabatan, alifanya kwa mpangilio. Wakala na akasema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama niliona mimi nikiswali wa allama al musii fi salati bi qawli, na akamfundisha yule alikosea swala kwa kauli yake, akasema thumma akawa kila sema, anaambia ukiswali fanya hivi kisha fanya hivi kisha fanya hivi, naonyesha kuna mpangilio thumma allati tadulu ala tartib, ambayo inaonyesha kuna nini mpangilio. Haya, masharti ya swala yako tisa. Nguzo za swala ziko ngapi? 14, tuzitaje, tuzitaji haraka haraka, nguzo ya kwanza kwa mpangilio tutataje Tumekaa vizuri, ya kwanza kusimama, mpaka muangalie. Ya kwanza kusimama, ya pili takbiratul ihram si ndio? Ya tatu surati al-Fatiha. Si ndio? Ya nne kuruku, ya tano kunyanyuka, ya sita kucidali e, ya saba kusujudu ya nane kunyanyuka, ya tisa kukaa kati ya sida mbili, si ndio hivi? Ehe, ya kumi utulivu, si ndio hivi? kumi na moja tahiyatu ya mwisho kisomo, kumi na mbili kikao cha tahiyatu ya mwisho, kumi na tatu salamu, kumi na nne mpangilio, nguzo zote kuzifanya nini? Mpangilia.